Habari za leo mwana SnS, karibu tena simulizi na sauti. Na kwa mara nyingine tena tunakutana tena hapa hapa, na leo nakuja na moja ya makala ya vitu ambavyo vinasisimua sana, ambako tunaenda moja kwa moja mpaka moja ya nchi ambazo hazina maendeleo, zina uchumi dhaifu, na zimetengwa sana, lakini ni moja ya nchi ambayo imefanya jambo kubwa sana na imeweza kutengeneza kundi hatari la udukuzi linajulikana kama the Lazarus Group. Katika makala hii tutaangalia hivyo vyote. Mwandaaji wa makala hii kama kawaida ni mimi Ali Masubi, na nasema kwamba katika enzi hii ya sayansi na teknolojia vita havipigwani tena kwa silaha za jadi pekee. Kompyuta, mitandao na akili ya binadamu vimegeuka kuwa silaha kali zaidi katika vita hivi vya kisasa. Kati ya mataifa yote duniani, Korea Kaskazini imeweza kuzalisha moja ya makundi ya hackers yaliyo hatari zaidi kuwahi kushuhudiwa, ndo hao nimewataja kama The Lazarus Group. Na North Korea inakula sahani moja, inakaa meza moja na mataifa kama vile China, mataifa kama vile Russia, mataifa kama vile Israel, mataifa kama vile Marekani. Haya ni mataifa ambayo unapokuja swala la hacking, sote tunafahamu wana track record ambayo inaonyesha kuwa ni hatari sana. Unakuta hackers wa China wamehusika na hacking fulani, unakuta Marekani kwa kushirikiana mara nyingi na Israel nao wana, wana jambo lao wanakuwa wana, wana wamefanya kwa hawa ambao tunasema ni state funded hackers, bado haujaja kwa hawa hackers wa moja kwa moja. Sasa hili kundi linasemwa kwamba limebobea katika udukuzi wa kimataifa mashambulizi ya kifedha pamoja na shughuli za kijasusi za mitandaoni, na kundi hili la The Lazarus linahusishwa moja kwa moja na serikali ya Korea Kaskazini. Lakini je, kama taifa la Korea Kaskazini lilowekewa vikwazo vikali vya kiuchumi na teknolojia, sote tunalifahamu hili, Korea Kaskazini imewezaje kuzalisha kundi hatari kiasi hiki? Siri ya kufanya hivyo iko wapi? Na mashambulizi yao yamekuwa na athari gani kwa dunia nzima? Haya yote tunaangalia katika makala hii, ambayo makala hii inaenda kuchambua historia ya kwa kina ya the Lazarus Group, mashambulizi yao maarufu, teknolojia wanayotumia, pamoja na namna Korea Kaskazini ilivyoweza kuwazalisha hawa, e, wadukuzi hatari sana katika kizazi hiki, na ni zipi athari zao kimataifa. Sasa karibu kwenye uchambuzi wa kina wa silaha ya kisasa kutoka katika taifa lililotengwa zaidi duniani. Tunaanza na historia ya the Lazarus Group. Historia yao ni ipi? walianza walianzajeanzaje? Sasa the Lazarus Group, kundi hili lilianza kuibuka hadharani mwaka 2009, lakini zipo baadhi ya tafiti na upo baadhi ya ushahidi wa shughuli zake ambao unaelekea hadi mwanzoni mwa miaka ya 2000 kwamba inaonekana hawa tangu miaka elfu mbili walikuwepo wanafanya activities, lakini sio katika ile kujulikana sana, lakini upo ushahidi unaonyeshwa hivo. Lakini the Lazarus Group hilo ni, ni jina tu ambalo limewekwa na wataalam wa usalama wa mtandao hasa kama vile Kaspersky Lab, FireEye pamoja na Symantec na makampuni mengine ya cyber security. Kaspersky Lab wanakuwa ni moja ya makampuni yaliyoshika sana na hii ni kampuni iliyoanzishwa tu na Mrusi ambaye yeye anapambania zaidi kuhakikisha anatengeneza eh, mifumo ya ulinzi antivirusi. Lengo ni kuweza kuhakikisha udukuzi au mifumo ya kiusalama na mifumo mingine ya kikompyuta haikutani na mashambulizi ya udukuzi. Wao wamebobea huko, sasa wao ndio wakatoa hili jina la The Lazarus Group kwa sababu wao wakikaa wakiangalia, kuna namna wanaweza wakachunguza hata wanapotokea matukio makubwa, na wanapokuja kuchunguza wana uwezo wa kujua kwamba lile shambulizi ama hilo tukio la kidukuzi liliweza kutokea wapi. Na mara nyingi walivyokuwa wanachunguza, walikuwa wanaona moja kwa moja linarudi mpaka kwa aina moja ya kikundi ambako wakakiitaji wakakiita The Lazarus Group. Sasa lazima kuelewa kuwa kundi hili si kundi huru, na limekuwa linahusishwa moja kwa moja na Reconnaissance General Bureau ambayo unaweza ukaita RGB. Hili sasa ndio lile shirika la ujasusi la Korea Kaskazini, na kwa maneno mengine ni kikosi cha kijeshi cha mtandao kilicho chini ya usimamizi wa serikali moja kwa moja. Na RGB wanaaminiwa kuwa na matawi kadhaa ya uendeshaji kama vile Blue Noroff, ambao hawa ni wale wadukuzi wa kifedha, lakini pia wanasema wana kundi jingine la Andariel, hawa ni wakijeshi, yani wale wadukuzi wa kijeshi, lakini pia wana makundi mengine ambayo bado hayajafahamika vizuri, lakini yote kwa yote, inaonekana katika eneo hili la udukuzi wa mitandaoni hawa jamaa wamejipanga. sasa kulikuwa kuna mashambulizi mengi sana maarufu ambayo The Lazarus Group waliyafanya ambayo ndio akawafanya waje kwenye spotlight na mpaka leo hii wanaogopeka sana. Na shambulizi la kwanza maarufu ambayo liliwafanya wajulikane sana ni la shambulizi la Sony Pictures hack la mwaka elfu mbili na kumi na nne ambapo mashambulizi haya yajulikana kama Operation Blockbusters ambayo yalipelekea Sony kudukuliwa na taarifa za ndani za kampuni kuvuja, ikiwa ni pamoja na barua pepe, ikiwa ni pamoja na filamu ambazo hazijatolewa, mishahara ya wafanyakazi na nyaraka nyingine nyingi. Hizi filamu ambazo hazijatolewa ni filamu ambazo zikopo ni za gharama kubwa, mabilioni kama sio mamilioni ya dola za Kimarekani. Kwa hiyo ilikuwa ni moja ya jambo ambayo lilishtua sana dunia kipindi hiko, na Sony ilitetema, kwa sababu unapoongelea Hollywood, Sony ni moja ya makampuni muhimu sana ya kiwanda cha Hollywood duniani. Kundi hili lilitaka Sony isitoe filamu ya The Interview ambayo ilikuwa inamdhalilisha Kim Jong Un, na Marekani ilihusisha mashambulizi haya moja kwa moja na Korea Kaskazini. Kwa sababu kwa nini kundi hili litake wasitoe hiyo interview ya Kim Jong Un? Na inasemwa kwamba pia hata walihitaji na fedha, lakini zaidi ilikuwa ni hii interview. Baada ya shambulizi hili la The Lazarus Group, shambulizi lingine lililofuatia lilikuwa ni Bangladeshi Bank Heist. Tukio hili la Bangladesh Bank Heist lilifanyika mwaka 2016 na, na ni moja ya mashambulizi makubwa zaidi ya kifedha kuwahi kutokea katika historia. Na The Lazarus Group inasemwa ilijaribu kuiba zaidi ya dola bilioni moja kutoka katika akaunti ya benki kuu ya Bangladesh katika Federal Reserve Bank ya Marekani. Inasemwa kwamba The Lazarus waliweza kuchukua katika hicho kiasi dola milioni themanini na moja tu wakati zinaidhinishwa, yani wakati inahesabu mpaka zifikia hizo bilioni moja, wakaweza kuchukua dola milioni themanini na moja na hapo ikatokea bahati wakawa wamegunduliwa, kwa hiyo ikawa ile miamala mingine imestopishwa, kwa sababu walikuwa wanaiba kwa Swift na udukuzi huu ulifanyika kupitia mfumo wa Swift, ambao huu mfumo wa Swift ndio uti wa mgongo wa miamala ya kifedha duniani baada ya shambulizi hili na kuwa wameiba kiasi iko cha fedha, The Lazarus Group wakazidi kuogopeka na dunia nzima ikawa inaogopa sana, kwa sababu kuweza kutaka kuiba 1 billion US dollars, hizo ni fedha nyingi sana kwenye benki kama hiyo, tena kwa kuiba kupitia mfumo ambao unasemwa ni moja ya mifumo bora zaidi duniani ya malipo, ambao sio mwingine ndio Swift, mfumo ambao ndo unasema ni backbone ama uti wa mgongo wa miamala ya kifedha yote duniani, lakini hawa waliweza kuingia na kuiba. Baada ya hapo ikaja ile inayojulikana kama WannaCry ransomware attack, ambayo WannaCry ransomware attack hii ilifanyika mnamo mwaka 2017 ambapo WannaCry ilikuwa ni aina ya ransomware ambayo ilidukua kompyuta zaidi ya laki mbili na thelathini, na ndo maana imeitwa ransomware, katika nchi 150. Ililenga hospitali, taasisi za kifedha na mashirika ya kibinafsi. Katika shambulizi hili, mfumo wa kompyuta ulifungwa hadi fidia ilipolipo kwa bitcoins, na Marekani na Uingereza wakahusisha mashambulizi haya moja kwa moja na The Lazarus Group. Baada ya hapo sasa imekuja sehemu ambayo kwa sasa hivi hawa jamaa ndio wamedil sana huko kwa sababu ni ngumu kuwa track huko. Mwanzo walikuwa wanashambulia zaidi mabenki hata sasa hivi wanashambulia lakini zaidi wamedil huko kwenye crypto exchanges. Mashambulizi ya crypto exchanges huko ndiko jamaa wameingia huko kwenye bitcoins ambapo the Lazarus Group wamekuwa wakiiba pesa kutoka kwa platforms za cryptocurrencies mbalimbali mbali duniani hasa nchini Korea Kusini, Japan na hata Ulaya. Hawa jamaa wanasema wameibwa mamilioni kwa kutumia malware, spear phishing pamoja na social engineering kwa wafanyakazi wa ndani, lakini pia hawa jamaa wamekuwa wanahusika na, na mashambulizi dhidi ya mabenki barani Afrika na ripoti kutoka kwa Symantec, Kaspersky Labs pamoja na Recorded Future zimeonyesha kuwa mabenki ya Afrika kama vile Afrika ya Kusini, Kenya, Nigeria na baadhi ya nchi za Afrika Magharibi yamewahi kushambuliwa na kundi hili, na nikwambie tu hata hapa Tanzania, lakini I stand to be corrected, na nchi nyingine nyingi katika mabenki huwa inasema yanaweza yakapigwa, yani yakashambuliwa na haya makampuni ya hack, mifumo ya kibenki na yakadai fidia kwamba asipopewa fidia basi hamna kinachofanyika. Kwa hiyo kinachotokea huwa mabenki yanalazimika kugharamika ya yaweze kulipa hizo fedha. Kwa hiyo anapolipa hizo fedha mwisho wa siku ndio mifumo inaweza ikarudi kawaida, lakini mabenki hayawezi kutangaza kwa sababu yanaweza yakasababisha panic, watu wakaona benki sio salama, wakaenda kutoa hela zao na ile ikapelekea hata benki kuweza kupata miumbo kwa kiuchumi. Kwa hiyo, mabenki huwa yanaamua tu kukaa kimya na kuchukulia hiyo ni hasara kama hasara nyingine, na ndio maana mabenki inasema kwamba mabenki yote yamewekeza fedha nyingi sana katika ulinzi hata mabenki yetu ndani ya nchi ya Tanzania, bajeti kubwa sana ya fedha zao zinaelekezwa katika kuwekeza katika mifumo ya ulinzi wa kimtandao ambapo wanatumia gharama kubwa ili kuhakikisha mifumo yao inakuwa secure na kuweza kuhakikisha fedha za wateja wao zinakuwa katika usalama kutokana na matishio kama haya ya makundi mbalimbali mbali ya e, udukuzi duniani unaweza ukajiuliza kwa nini the Lazarus Group anafanya hivi ama kwa nini North Korea inafanya hivi. Nasema kwamba moja ya vyanzo vikubwa vya fedha vya North Korea kwa sababu ina vikwazo na masuala mengine, ni kupitia hizi hackings ambazo wamekuwa wanazifanya katika taasisi ama katika maeneo mbalimbali duniani. Hizi ndio zimekuwa zinafanya, unaona, North Korea anafanya projects kubwa kubwa kama vile missile program yake, anatengeneza ma hypersonic, ana nuclear program yake, eh, anatengeneza zile silaha mbalimbali za vichwa vita vya kinuclear. Vyote vinahitaji fedha nyingi na teknolojia kubwa. Hivi vyote anatoa fedha wapi? Ndo inasemekana kupitia hizi haki za ripoti kabisa rasmi zimetoka zikielezea. Hivi sasa unaweza ukajiuliza hawa the Lazarus Group wana mkakati gani na teknolojia gani ambayo wamekuwa wanatumia? The Lazarus Group hawategemei programu za kawaida tu, wanasema kwamba wana mbinu za hali ya juu kama vile spear phishing. Spear phishing hii ni wanatuma barua wa pepe za kulaghai ambazo zinakuwa zimeandaliwa kwa umakini mkubwa. Mbinu nyingine ambao hawa jamaa wanafanya ni custom malware ambayo wanatengeneza virusi maalum vya kipekee kwa kila shabaha ambayo wanakuwa wameilenga, na kuwa wamejifunza, wameisoma mifumo ya ulinzi ule, na wanakuwa wanatengeneza virusi vya kipekee ambavyo vinaweza vikaudhibiti ule mfumo wa kiulinzi wa kimtandao. Hawa jamaa wana njia nyingine ambayo inajulikana kama zero day exploits, ambapo hapa huwa wanatumia mianya ya usalama ambayo haijagunduliwa na makampuni mengine. Yani yale makampuni ya ulinzi yanakuwa kuna mianya ambayo hayawajaiziba katika kulinda ule mfumo labda wa taasisi ama shirika fulani, pale wa ndio ambapo hawa jamaa wanapenya. Hiyo ndio inaitwa zero day exploits. Hawa jamaa wana njia nyingine ambayo inajulikana kama social engineering. Social engineering hapa, huwa wanaunda profiles za bandia na kupiga simu za ulaghai na njia nyingine zote ambazo, eh, wanakuwa hizo profiles za bandia katika mitandao ya kijamii. Kwa hiyo, wanakuwa na namna ambapo watatengeneza ulaghai ule labda kwa wafanyakazi kuweza kutoa taarifa labda email ya ule mfanyakazi wa taasisi fulani ambayo wao watatumia hiyo kuingia kwenye mfumo wa taasisi hiyo. Njia nyingine ambayo hao jamaa wanatumia ni backdoors. Eh, hii backdoors ni unasema kama milango ya nyuma ambapo huwa wanaingia kwenye mifumo mbalimbali mbali, na wanaacha njia asiri ya kuweza kurudi kwenye huo mfumo baadaye. Kwa hiyo hizo ndio njia ambazo North Korea wanatumia. Sasa North Korea anawezaje kuzalisha magwiji hawa ambao wanaisumbua dunia, ama wana uwezo mkubwa kiasi hiki duniani? Yani nchi kama hii inawezaje kuzalisha watu ama inawezaje kuzalisha wataalamu wakubwa kiasi hiki wa teknolojia ya kisasa ya udukuaji duniani? Sasa kwa taifa lililotengwa kama Korea Kaskazini, wamewekeza mno katika elimu ya kompyuta na hacking, na hii sasa ndiyo kwetu sisi ni funzo kwa mataifa kama ya kwetu kwamba inawezekana, lakini lazima tuwekeze katika elimu, sio tu ile elimu ya kumchanganya mwanafunzi na madude mengi mtoto wa darasa la kwanza aweze kubeba begi ambalo ni zito, lina madaftari kumi na tano. Ama mtoto wa darasa la nne tunakutana nao ameambiwa shule abebe daftari lenye masomo kumi na tano. Wenzetu wanachofanya ni tofauti. Cha kwanza, vipaji huwa vinachukuliwa mapema. Watoto wenye uwezo mkubwa wa hesabu na mantiki, yani logic, huwa wanachaguliwa mapema kutoka shule za msingi hadi kupelekwa vyuo maalumu vya kijeshi. Yani wanakuwa wanafanya screening ya uwezo wa watoto kuna watoto wengine wanaona hawa wanajua sana hesabu, darasa la kwanza, darasa la pili, darasa la tatu, yule sasa wanasema huyu hatuwezi tukamchanganya na vitu vingine, labda panzi, sijui tumchanganye na samaki huyu tunampeleka aende akajifunze e, moja kwa moja hadi na kitu kimoja tu ambacho ndio kompyuta. Yeye atacheza na kodi atacheza na nini katika umri mdogo, imagine atakuja kuwa ni hatari kiasi gani? Kwa hiyo hapa unaweza ukaona kwamba kuna somo la kujifunza. Sio kama nadharau mfumo wetu wa elimu, hapana, ndio umetufikisha hapa, lakini yapo marekebisho ambayo yanatakiwa kufanyika ili tuweze kuendana na mifumo ya kisasa. Mabadiliko ya sasa ya teknolojia ni makubwa sana teknolojia zinakuja kwa wingi sana kuliko ni mfumo wetu wa elimu unavyoweza ukaaccommodate. Namna nyingine ambayo wanafanya hawa kuweza kutengeneza hawa mahackers wanakuwa wana, wana vyuo maalum. Mfano, wana kituo kinachojulikana kama Kim Chaek University of Technology, hiki chenye kinatoa mafunzo ya hali ya juu ya cyber security, lakini pia wanakuwa na wana kambi mbalimbali mbali za hackers ambazo umo katika hizo kambi, au hackers wanafundisha mbinu zote za digital warfare, yani vita vya kidigitali mbinu zote hizo hawa wanakuwa wanafundishwa, lakini pia mbali na hivyo mbinu nyingine ni watumishi wa nje, kwamba baadhi ya hackers wa The Lazarus inasemekana wanafanya kazi wakiwa China, Urusi, nchi za Asia kusini pamoja na nchi nyingine nyingi, wamezagaa na huko, wanatumia majina ya uongo. Yani huwezi track, unaona tu hapo kwenye sehemu mbalimbali kwenye makampuni mbalimbali mbali. lakini kumbe ni wafanyakazi, ni hackers wa The Lazarus Group na wanafanya wengine, inasema katika big tech companies in the world, kutokana na uwezo wao ambao North Korea inakuwa imewazalishia wakitoka nje wana profiles nyingine, wana majina mengine, wana uwezo wa kuajiriwa makampuni mengine. Kumbe ndo hivyo, ni wadukuaji hatari kabisa chini ya mwamvuli wa North Korea pamekuwa na athari mbalimbali mbali za kimataifa ambazo matukio ya kundi hili ama uwepo wa kundi hili umeweza kuzichangia. Mwanzo ya kwanza nimegusia ni fedha kwa ajili ya program za nyuklia, ambapo mashambulizi ya kifedha yamefanikisha Korea Kaskazini kuweza kugharamia majaribio ya nyuklia licha ya vikwazo vyote. Lakini pia sio tu nyuklia, hata kuweza kuona ile eh, program kubwa inafanyika na baadhi ya silaha mbalimbali. Inasemekana fedha hizo zinatokana na matukio haya lakini pia inasema inaliweka taifa kama North Korea, imeliweka katika ya mazungumzo, yani ya kimataifa. Kila mtu anaiongelea North Korea. E, hiyo ndio kama athari nyingine kwamba mashambulizi makubwa kama haya huwa yanawafanya wababe wa dunia kulazimika kuiangalia Korea Kaskazini, yani North Korea, kuona hii <coughs> nayo nchi inawezaji, yani lazima inakuwa inaongelewa kutokana na haya mashambulizi ambayo yanakuwa yanafanyika, kwamba mwisho wa siku tukichunguza, narudi tu North Korea, hawa North Korea wanawezaji? Kwa hiyo hii nayo ni moja ya athari lakini sababu nyingine wanaunda hofu pamoja na tahadhari kwamba taasisi nyingi sasa zinakuwa zimeongeza bajeti ya cyber security kama nilivyogusia. Angalia hata kwenye mabenki yetu, angalia kwenye mabenki mengine duniani, wanatumia pesa nyingi nyingi nyingi sana katika bajeti za ulinzi. Na inapotokea wameshambuliwa, inamaanisha mwaka ujao tena itabidi waongeze bajeti, pengine hata maradufu ile waliokuwa wanatumia, kwa sababu ulinzi ndio uti wa mgongo wa shughuli zote za kibenki. bila ana ulinzi imara wa kidijitali na maanisha e, wao wanaweza kukutana na changamoto. Sasa hivi watu hawaji benki kuiba na mabunduki tena, hawaji kuiba na mapanga, hawaji kuiba na marungu e, sasa hivi watu washambulie benki. Sasa hivi watu wanawekeza zaidi kuiba kwa mifumo hii, watu hawawezi wakaja ya majambazi, watu wanaiba, wanakaa chini kwenye kompyuta wanaiba kwa mfumo, labda pia shughuli nyingi zimebadilika, zinafanyika kwa mifumo. Sasa swali la kujiuliza ni moja Je, yeah, dunia inaweza kuwazuia the Lazarus Group? Sasa inasemwa kwamba kuwazuia the Lazarus Group ni kazi ngumu sana, na pengine ni ngumu kuweza kufanikiwa kwa sababu kadhaa zifuatazo. Moja, kwa sababu wanalindwa na taifa. Hawa sio kundi huru tu, eh, labda hackers huru kama ambapo wengine wamekuwa wanakamatwa. Hawa wanalindwa na taifa, maana yake ni state funded organization. Taifa lina uwezo wa kuwapatia kila kitu. Ule mwamvuli wa taifa ni mkubwa sana kwa kuelekeza shughuli zao. Lakini pia hawa jamaa wanasema huwa wanatumia teknolojia mpya kila wakati, yani wako up to date. Hawatumii teknolojia za kizamani, wanatumia teknolojia mpya kila wakati lakini pia sababu nyingine inasemekana wa jamaa wana mtandao, wana network na huwa wanatumia watu walio kwenye nchi nyingine, hivyo kupunguza uwezekano wa wao kuweza kukamatwa. Hawa watu wengine wanakopo kwenye makampuni mbalimbali mbali, na kwenye baadhi ya mataasisi japokuwa juhudi kama vile sanctions ambazo North Korea imekuwa inafanyika makubaliano ya kimataifa ya cyber defense eh, yani makubaliano ya ulinzi ule wa kimtandao, lakini pia na ufuatiliaji wa fedha za crypto ule mnyororo imetolewa hapa, imepelekwa ime, ime huku hizo zina uwezo walau wa kupunguza, lakini ukweli unabakia kwamba the Lazarus Group ni mfano wa jinsi mataifa madogo yanavyoweza kutumia teknolojia kama silaha ya ushawishi na mashambulizi katika dunia yetu hii ya kisasa. Na kama nilivyosema, vita siku hizi havihitaji mizinga na vifaru tu, vita pia vinatumia kompyuta na akili ya binadamu, na hiyo ni silaha kubwa sana mpya, na Korea Kaskazini wameweza kulionyesha hilo kwa vitendo. Bila shaka kama kawaida mwana SNS, makala hii inaishia hapa, lakini ni imani yangu utakuwa umenufaika. Niseme tu makala kama hizi ziko nyingi sana, na wewe cha kufanya tuandaa bando lako. Kuna jamaa yetu mmoja akasema kwamba mabando yanaisha sana, bando linakaribia na kuisha, notification inaingia kitu kizuri kimepanda. Kwa hiyo niwaambieni, makala hizi ziko nyingi, mpaka mimi mwenyewe mwandaji nachanganyikiwa. Ni kuombe tu utufolo katika mitandao yetu ya kijamii, simulizi na sauti, Facebook, Instagram, huko unatukuta kwa ajili ya updates mbalimbali za vipindi mbalimbali. Lakini pia unifolo mimi, Ali Masubi, ambaye ndio mwandaaji wako na mpishi wa baadhi ya maswala, maswala kama hizi makala na maswala mengine ya kisilaha, ee, ya kijeshi. Instagram yangu ya at chimasubi weka pale, andika chimasubi, chimasubi kiandika hivyo, utaletwa moja kwa moja kwenye akaunti yangu. Maana yake ni nini? Ukinifolo una uwezo wa kuinteract moja kwa moja na mimi. Kwa hiyo asante sana kwa kuwa nami katika makala haya, endelea kubaki nasi. Simulizi na Sauti, Audio series za kusisimua, makala za ulimwengu, siasa za dunia, katika uchambuzi wa kina